Ushuru. Wakazi wa Nyametembe katika kaunti ndogo ya Kuria Mashariki wanataka barabara kuu kupita eneo hilo ipanuliwe. Kulingana nao, ajali nyingi hutokea kwenye barabara ya eneo hilo ambayo ni nyembamba mno. Katika kisa cha hivi punde, dereva wa lori alipoteza ya maisha yake baada ya, ya kushindwa kudhibiti gari alilokuwa akiliendesha na kusababisha ajali. Mimi nimekuja kwa hili eneo ambalo hajali lipatikana eneo hili la Nyametembe. Sisi kama jamii, kama wanajamii, tunaomba serikali ingilie kati hii sehemu maana imeua watu wengi sana. Tukiwa watoto hata hatujazaliwa tunasikia eneo hili watu wanaangamia kila siku. Na hii sasa tunataka iwe public demand. Kama serikali haitachukua jukumu la kupanua hii barabara au kuweka matuta kwa hii barabara sisi wananchi tutachukua hatua na tutaweka wenyewe. kila mwaka, kila mwezi. kama sasa hivi, sasa ni kama mara tano mfululizo tulikuwa tunaomba serikali tusaidie. Serikali inalinda watu, itengeneze pamsi kutoka Nyabohanse mpaka Mabera atlisi, tuone kama tunaweza pata msaada. Tumechoka kuzika, tunaomba serikali tusaidie tafadhali. Naitwa Julius Waisiko. Uh, hii barabara imetumalizia watu, na hii barabara inafaa ibanuliwe ama pamps ziwekwe kuanzia huko juu hadi kwa ile signboard iko huko kwa sababu watu wetu wameisha. Hata kama si wetu, watu wote wa Kenya wameisha. Sasa ni heli itengenezwa, ipanuliwe. Hii miti yote ingetolewa, alafu kutoka huko mtu ikipanuliwa, basi hiyo itakuwa ni sawa, kwa sababu watu wameisha na hatutaki watu waishe, yeah. hii imekuwa imekuwa black spot hapa. Kundi moja la vijana